Moto mkubwa umezuka usiku wa kuamkia leo Januari 26, mwaka 2026 katika eneo la Moshono, jijini Arusha, na kuteketeza maduka kadhaa pamoja na karakana ya mbao, tukio lilisababisha hasara kubwa ya mali. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa mashuhuda wa tukio hilo, moto huo ulianza majira ya saa tisa usiku na kuenea kwa kasi, hali iliyochangia na uwepo wa mbao nyingi na vifaa vinavyoshika moto kwa urahisi. Jeshi la zibamoto na uokoaji iliwasili katika eneo la tukio na kuanza mara moja juhudi kuzima moto huo kwa lengo la kuzuia usienee katika makazi ya jirani. Naitwa mrakibu mwandalizi wa jeshi la zimamoto na wokoaji Osman Njili, ambaye ndio kaibu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Mnamo saa 9 na dakika 8 nilipata taarifa ya tukio la moto kwamba mbao zinaungua eneo Moshono. Na baada ya kufika hapa, tumefika kama na dakika kumi na saba, askari wamefika hapa wakakuta ni kweli, moto ni mkubwa sana na umeshika pande zote nne, kama unavyoziona nyumba za upande wa kulia ambako anaishi wananchi, na huko mbele kuna bar, kuna supermarket na kuna maduka mengine, na yote yalikuwa yameshika moto tukaendelea kupambana na moto, na baada ya kujulishwa kwamba moto ni mkubwa, ikabidi tuongeze magari mawili kwa ajili ya kufanya jitihada hizi. Mpaka sasa hivi tunaendelea na hatua za kuendelea kuhakikisha ikabidi tumezima moto kwenye nyumba zote. Kilichobaki sasa ni hizi mbao ambazo zote ziko zishashika moto kama unaona ziko pale kama nane hivi. Zote zishashika moto kuanzia juu mpaka chini. Na jitihada zinaendelea kuzima. Changamoto tuliyokutana nayo kidogo ni kwamba hydrant nyingi hazina fresh. Tumejikuta tumeenda tume, tume kuchukua maji mpaka idara ya maji kwenye chanzo kikubwa kwenda kuchukua maji. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ilitokea lakini kwa sasa hivi tunaendelea kupambana na moto. Tunashukuru Mungu hata idara ya maji sasa wameleta bomba ambapo sasa kwa namna moja hapa nyingine kazi yetu itakuwa rahisi zaidi kwa maana tutaweza kumaliza moto kwa haraka. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu tukio lilitokea usiku na kuna watu wengi sana. Lakini tunashukuru Mungu pia polisi tulipowapigia walifika mapema waliz walitusaidia kuwazuia wananchi kusogea eneo wa hilo na kwa kuwa sio makazi ya watu tulianza kwenye nyumba ya makazi ya watu kule, ndio tulifanikiwa kuzima, lakini huko kwingine imekuwa changamoto. Lakini kwa kweli hakuna mwananchi aliyedhurika, hakuna madhara kwa mwanadamu. Hasara kubwa ni hizi mbao hizi.